Na wamesema waliokufuru haya si chochote ila ni uzushi aliyouzua na wamemsaidia kwa haya watu wengine. Hakika hawa wamekuja na dhulma na uongo. waqalu asatirul awwalin iktatabaha kttbha la tumla alayhi bukratan wa asila. Na wakasema hivi ni visa vya watu wa kale alivyoviandikisha anavyosomewa asubuhi na jioni. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima, sema: ameyateremsha haya ajuae siri za katika mbingu na ardhi, hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu waqalu ma lihadha alrasul yakulu altaama wa yamshi fi alaswaq lawla unzila ilayhi malak fayakuna maahu nadhira, na wakasema, ana nini mtume huyu anakula chakula na anatembea masokoni, mbona hakuteremshiwa malaika akawa mwonyaji pamoja naye. au yulqa ilayhi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, au akaangushiwa khazina juu yake au akawa na bustani ale katika hiyo, wakasema madhalim, nyinyi hamumfuati ila mtu aliyerogwa um.

atakujalia yaliyo bora kuliko hayo nayo na ni mabustani yapitayo mito kati yao na atakujalia majumba ya fahari. Bal kadhabu bis saati wa atadna liman kadhaba bis saati saira. Bali wanaikanusha saa ya Kiyama, na sisi tumemwandalia moto mkali kabisa, huyo mwenye kuikanusha saa makanin baidin samiu laha tagayudan wa zafira ule moto ukiwaona tangu mahali mbali wao watasikia khasira yake na mgurumo wake wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura na watakapotupwa humo mahali dhiki hali wamefungwa

Haya ni bora au pepo ya milele ambayo wameahidiwa wacha Mungu? iwe kwao malipo ya marejeo Lahum fiha ma yashauna khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula, watayapata humo wayatakayo daima dawamu. Hii ni ahadi juu ya Mola wako mlezi. Wa yauma yahshuruhum yahshuruhum wa ma ya'budun min duni llahi fayaqulu fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil, na siku atakapo wakusanya wao na hao wanaowabudu na, na akasema je, ni nyinyi mliowapoteza waja wangu hawa au wao wenyewe walipotia njia qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu adh-dhikra wa kanu qauman bura. Watasema subhanak, umetakasika na upungufu, haikutupasia sisi kuchukulia walinzi badala yako lakini wewe uliwastarehesha wao na baba zao hata wakasahau kukukumbuka na wakawa watu walioangamia. faqad kadhabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiquhu 'adaban kabira, basi walikukanusheni kwa mlio yasema, kwa hivyo hamwezi kujiondolea

Na wakaenda masokoni. waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun atsbirun wa kana rabbuka basira, na tumewajaalia baadhi yenu wawe ni majaribio kwa wengine, je, mtasubiri? Na Mola wako mlezi ni mwenye kuona.